Huku mchakato wa kuwateua makamishina wapya wa tume ya mipaka na uchaguzi IEBC unapoendelea, viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka wamejitokeza kukosoa mchakato huo, wakishinikiza kuhusishwa kwa upinzani kabla ya kutamatika kwa mchakato huo. Swala hili lina umuhimu mkubwa sana, na sisi hatutakaa kitako tu na kungojea Uamuzi wa pande moja kutoa uh, list ya wale ambao watakuwa wameteuliwa kama wenyekiti ama mwenyekiti na pia wanachama wa tume ya IEBC. We expect Ruto to consult His Excellency Kalonzo Musioka who will then gather The viongozi hao wakiibua swala la kuwepo kwa mapendeleo katika kuorodhesha wawaniaji wa nafasi za kamishna na wenyekiti wa tume hiyo, wakibaini kuwa wengi wao hawapaswi kuruhusiwa kuwania nafasi hizo, huku wengine wakitajwa kuwa wandani wa serikali.

Zaidi ya hayo, wamelalamikia kubaguliwa kwa vijana katika uteuzi huo, wakiongeza kuwa wengi wa walioteuliwa wamehudumu katika nafasi serikalini. She has been the chairperson of the UDA Internal Dispute Resolution Committee. It is clear that Ms Ms Midibo is not eligible. Aidha wito umetolewa kwa rais anapoendeleza ziara yake Mlima Kenya kuhakikisha ziara ya amani. Vurugu zilizoshuhudiwa wakati wa ziara yake jijini Nairobi zikikashifiwa vikali. We are cautioning him. Do not take thanks to the people of Mount Kenya. We demand that common decency, basic courtesy and civility and decorum. James Mwangi, Undugu TV.